Wanasema kifo ni mwisho wa kila kitu, lakini vipi kama mtu hakufa kweli? Vipi kama alitangazwa kuwa marehemu, lakini bado anaishi mahali ambako macho ya kawaida hayawezi kuona? Hii ni hadithi ya Halima, msichana mdogo aliyepotea katika mazingira ya kutatanisha. Alitangazwa kuwa amekufa akazikwa, lakini miaka saba baadaye, sauti yake ilianza kusikika tena. Mama yake Mama Nuru alikuwa mjamzito wakati Halima alipozaliwa. Alimpenda sana hata zaidi ya watoto wengine wawili. Halima alikuwa mpole, mwenye heshima na kila mtu kijijini alipenda tabia yake. Ndoto yake ilikuwa kuwa mwalimu wa watoto yatima, lakini maisha yalibadilika haraka. Siku moja, baada ya kurudi kutoka shule, Halima alianza kubadilika. Alikuwa mnyonge, kimya sana, na macho yake hayakuwa na mwangaza ule ule. Usiku ule alianza kulia bila sababu, alimwambia mama yake Nimechukuliwa mama, kuna mtu alinifuaza kwenye ndoto, alinishika mkono akasema, twende. Mama Nuru alihisi kuna jambo la kiroho, alimpeleka kwa mchungaji, kisha kwa mganga. Kila mmoja alisema kitu tofauti, lakini siku ya tatu Halima alianza kutetemeka, akasema maneno ya ajabu: sijamaliza kazi yangu duniani, nisinipeleke bado. Saa chache baadaye akakata roho. Hakuna mtu alielewa vizuri kilichotokea. Daktari wa hospitali ya wilaya alisema ni malaria kali. Mwili wake ulizikwa kwa haraka, watu wakasahau au wakajifanya wamesahau. Miaka ikapita, Mama Nuru akajifungia ndani ya huzuni. Hakupenda kuzungumza tena kuhusu Halima. Kila mtu kijijini alijua kuwa familia hiyo imeficha jambo. Kulikuwa na uvumi kwamba Halima hakuugua bali alitolewa kafara, lakini hakuna aliyethibitisha. Miaka saba baadaye, familia mpya ilihamia jirani ya mama Nuru. Walikuwa na mtoto mmoja tu wa kiume aitwaye Baraka, alikuwa na miaka minne. Baraka alikuwa mtoto wa kawaida hadi alipofikisha mwezi wa pili kijijini pale, alianza kusema mambo ya ajabu. Usiku mmoja aliamka na kusema, mama, dada aliyekaa juu ya mti amenituma. Dada gani? Mama yake akauliza. Dada wa harufu ya maua. Analia sana. Anasema bado hajazikwa. Kila usiku Baraka alikuwa anaamka akilia, akiomba wampeleke kwenye mti fulani uliokuwa pembeni mwa kijiji. Mti huo ulikuwa mkubwa wa zamani na watu wengi waliamini ulikuwa na mashetani. Siku moja Baraka alikimbia kutoka nyumbani kwao akaelekea kwenye ule mti. Aliketi chini na kuzungumza na mtu ambaye hakuna mtu mwingine aliyemwona. Alisema, Nitakwambia mama yako aje kesho. Anakumbuka kaburi lakini sio halisi. Habari zikamfikia Mama Nuru. Kwa mara ya kwanza alinyamaza kwa dakika kadhaa, kisha akasema kwa sauti ndogo, Halima, Halima alizikwa lakini sikuwahi kumwona usoni baada ya kufariki. Walinificha, waliniambia nisiangalie. Usiku huo huo mvua ilinyesha kubwa, upepo ulivuma kana kwamba dunia inalia. Saa nne za usiku, sauti ya kike ilisikika kwa mbali ikisema, mama, bado sijazikwa, bado. Siku iliyofuata wazee wa kijiji waliandamana na mama Nuru, familia ya Baraka na watu wengine hadi kwenye ule mti. Walifika wakasimama kimya. Hakukuwa na mtu juu ya mti, lakini Baraka alitabasamu. Alisema yupo, lakini mmeshachelewa, amechoka. Kabla hawajaondoka Radi ilipiga chini ya mti, udongo ulipasuka, wakakuta shimo la ajabu limejichimbua, na ndani kulikuwa na sanda tupu bila mwili. Mama Nuru alipiga kelele kubwa na kuanguka chini, akasema kwa mara ya kwanza mbele ya watu, nililazimishwa, sikuwa tayari, walisema nisimwangalie, lakini sikuwa najua kama bado alikuwa hai. Kisha upepo ukanyamaza, kilio cha kike kilisikika kwa mbali, ikisema mama bado sijaondoka, nimetumwa tu na bado sijarudi. Sehemu ya moja inaishia hapa, ambayo inaacha maswali mengi kisha inakuja. Lakini je, Halima alikufa kweli? Nani alimtoa kafara, na yuko wapi sasa? Sehemu ya pili inakuja hivi karibuni. Jiunge nasi ili usipitwe na habari hii.